Shirika lisilo sirikali, la kiserikali la Patronage for Person with Disability PPD limeendelea kutoa elimu ya mpiga kura kwa makundi mbalimbali, hususan watu wenye ulemavu, ili kuhakikisha wanatambua na kutumia haki yao ya msingi ya kupiga kura. Mkurugenzi wa shirika hilo, Ramadhani Maulidi, akizungumza kwenye kikao cha viongozi wa serikali na watu wenye ulemavu, amesema kila Mtanzania mwenye umri wa kuanzia miaka 18 ana haki ya kushiriki uchaguzi na kuwachagua viongozi anaowataka. Katika kikao hicho kilichofanyika kwenye ukumbi mdogo wa Ofisi ya Mkuu wa Mkoa wa Singida, Maulidi alibainisha kuwa Tume ya Uchaguzi imeandaa utaratibu rafiki kwa watu wenye ulemavu, ikiwemo maandalizi ya karatasi za nukta nundu kwa ajili ya wapiga kura wasioona, wanakwenda kupiga kura zao kwenye maandishi ya nukta nundu wa taifa ni jamani ya uchaguzi hapo imeupiga mwingi, lakini kwa ndugu zangu wa wenye ulemavu wa uzimu, e, tumesema pia kuna ulemavu mwingine. E, wale wameruhusiwa kwa mujibu wa sheria ya uchaguzi ya mwaka 2024 wameruhusiwa kwenda na msaidizi wake anaye mwamini, na sharti ya msaidizi toka naye nyumbani, sio unayemkuta wapi kituoni pale, kituo cha kupigia kura, hakuna nani, hakuna msaidizi. Kwa tunapoenda kuwapa elimu hawa ndugu zetu wenye ulemavu, tume yetu huru ya taifa ya uchaguzi imeruhusu kabisa, kwa mujibu wa sheria ya uchaguzi ya ishirini ishirini kwamba aende na msaidizi kutoka, lakini msaidizi ni mmoja kwa kura moja. Kwa hiyo, mathalan kwenye familia yangu mimi labda kuna watu wawili wana wana ulemavu wa wauziwe, inabidi wapatikane usaidizi wawili, sio huyu mmoja atawapigia kura wote wawili. Hiyo haipo. Haya nayasema kwa mujibu wa sheria yetu ya uchaguzi. Lakini kuwahibia tusiri kwamba kwa elimu ambayo nimepewa na tume huru ya taifa ya nini ya uchaguzi, mnamo tarehe nane tume huru ya taifa ya uchaguzi ilitupa sisi elimu, ilitufunda, ikatukanya, ikatuelekeza na kutupatia miongozo kanuni, sheria na taratibu ambazo tutakwenda kuzienenda kwenye utekelezaji wa majukumu yetu. Hata sisi tunapoenda kuwapa kuwa, hamasa ndugu zetu, tuwaambie kwanza waende wakiwa na uhuru, amchague msaidizi wake anaye mwamini kutoka nyumbani aende naye. Tena ukifuta pso kituoni, haupange hata foleni, chapuchapu unaokoa mtu yui safari. Kwa upande wake, Shabani Isa, afisa mradi kutoka PPD, amesema shirika hilo limekusudia kuwafikia watu zaidi ya milioni moja na nusu katika mikoa ya Singida, Tabora na Katavi kwa lengo la kuwahamasisha kushiriki kikamilifu katika uchaguzi. Kama tunavyojua taasisi yetu ya PPD Tanzania imepewa jukumu kubwa la na kuelimisha namna piga kura katika uchaguzi mkuu wa 2025 ambao utafanyika Oktoba 29. Jukumu hili tumeanza nao toka tarehe tatu mwezi wa tisa mwaka huu, na jukumu hili linaendelea vizuri. Mwitikio ni mzuri kwa wananchi, hususani makundi ya watu wenye ulemavu ambao tumejikita nao kutokana na objective au dhamira kuu ya taasisi yetu ya PPD Tanzania. Malengo yetu katika taasisi yetu ni kufikia zaidi ya watu milioni moja na laki tano, hao wote tuweze kuwafikia kwa ajili ya kuhamasisha ili wajitokeze katika uchaguzi mkuu ambayo ni Oktoba. Naye muhasibu wa shirika hilo Dorcas Peter amesema mtikio nchini ni mzuri na wengi wameonyesha nia ya kushiriki akiwahimiza kuendelea kujitokeza kwa wingi ili kutumia haki yao ya msingi ya kikatiba. Tumefanya kazi vizuri na mwitikio umekuwa ni mzuri, wananchi wamejitokeza na wameonyesha nia ya kwamba watakuwa tayari kwenda kufanya kwenda kupiga kura hiyo tarehe 29 mwezi wa kumi. mm -hmm. Lakini pia Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi imeweka mazingira mazuri kwa watu wenye ulemavu nikimaanisha kwamba Kutakuwa ya na salama, na bora zaidi kwa ajili ya watu hao. Hivyo ningependa kuwahimiza miundombinu wa, zaidi kwa ajili ya watu hao, ningependa kuwahimiza wao waweze kujitokeza ili kwenda kuhakikisha wanatimiza haki yao ya kikatiba na kisheria. Elimu hiyo imeelezwa kuwa ni hatua muhimu ya kuhakikisha kila Mtanzania bila kujali hali yake anashiriki kikamilifu katika mchakato wa kidemokrasia kwa ajili ya maendeleo ya taifa. Nina TV wakati wote.